Kiangalia wanakuja watu wa ushuru tunalipa. Baadaye wakitoka, wanakuja watu wengine wanajiita bandari, wanakuja wanang'oa namba. Huku umelipa huku, bandari anakuja anang'oa namba. Upo kwenye foleni, unaingia ndani unasubiri geti lifunguliwe, anakuja anang'oa namba. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Madereva wa malori wanaopakia katika bandari ya Dar es Salaam wamelalamikia tozo kubwa ya ushuru wa maegesho na ukosefu wa huduma za msingi. Baadhi ya madereva wanaopakia katika maeneo ya bandari ya Dar es Salaam wamelalamikia kile wanachokiita kero ya tozo kubwa ya ushuru wa maegesho, yaani parking huku wakikabiliwa na changamoto ya ukosefu wa huduma za msingi kama vile vyoo na mabafu ya kuogea, licha ya kutozwa ada hiyo na mawakala wanaodaiwa kutoka Talula. Madereva hao wamesema kuwa kila wanapopakia katika maeneo ya karibu na bandari, hulazimika kulipa ushuru wa maegesho unaotozwa na mawakala wa Talula, lakini hawapatiwi huduma zinazostahili kama sehemu ya gharama wanazozitoa. Baadhi ya madereva walikuwa na haya ya kuongea. Majina naitwa Aride, Aride Bukuku. Bwana, sisi changamoto yetu kubwa hapa ni swala la ushuru ule wa parking. Parking imekuwa ni kero sana kwa sababu parking unakuja unaambiwa shilingi 10000 Huo umekuja muda huo ume, hata hujazima gari. Sasa zingine unafatwa unaambiwa parking 10000 Sasa kwa gari kubwa kwa 10000 alafu ukizingatia, kwa aina ya kazi zetu tunazofanya hatuna hizo hela za kulipa hiyo shingapi shilingi 10000 Alafu pia jambo jingine hata kama zamani ilikuwa shilingi 5000 tunaomba serikali ipunguze iwe shilingi 2000 kwa, kwa parking kwa sababu tunajua gari ndogo katikati ya miji huwa inakuwa shilingi elfu moja kwa siku. Sasa hizi gari jinsi zilivyo na kukizingatia na mizunguko yetu na tunakaa sana kwenye vituo vya kwa ajili ya kupata hizo huduma, tufanye shilingi elfu mbili at least itatusaidia. Alafu jambo jingine, hii hii ngolewa ngolewa plate number hii inakera sana, kwa sababu ukiangalia ufinyo wa barabara jinsi zilivyo na aina ya magari yetu jinsi yalivyo, yako mengi sawa na huwa tunajitahidi tunapaki kandokando ya barabara, huwa tuleti msongamano, lakini sasa unakuta tu wanakuja ama hawa sijui watu gani hawa, wanatufuata sijui Tarula sijui nani hawa, wanakuja wanatungolea pleti namba, unaambia laki tatu na nusu na ukiangalia umepaki pembeni, hujazuia magari mengine kupita na huwa yanatembea, sio kwamba tunapaki tu afu unaondoka, huwa tunapaki, unasubiri fulani itembee, unatembea. Kwa hiyo sisi ushauri wetu kwamba hebu wajaribu Tarula kutuangalia upande wa barabara na kwenye ushuru wa parking, watu serikali itizame ituwekee shilingi elfu mbili kwa siku, hiyo tuko tayari kuilipa. Asante. Kwa jina naitwa Zubeli Salumu Ibrahimu Mkaling'ombe. Kero yangu masuala ya kung'oa pleti namba katika gari zilizokuwa kwenye parking. Ukiangalia wanakuja watu wa ushuru tunalipa, baadaye wakitoka wanakuja watu wengine wanajiita bandari, wanakuja wanang'oa namba huku umelipa, huku bandari anakuja nang'oa namba. Upo kwenye foleni, unaingia ndani, unasubiri geti lifunguliwe, anakuja nang'oa namba. Kama jana zimeong'olewa gari za Wazambia hapa, zimeong'olewa gari za Watanzania, pasipo kuwa na ubaguzi. Sisi sote ni madereva na sote hapa tunalipa ushuru wa parking. Kwa hiyo wanachotakiwa wakae baina ya wao watu wa parking na watu ambao wenye ofisi za hizi depo wajenge hoja zao kuhusu hizi magari, watuambie tukapaki wapi. Cha kwanza. Cha pili, tunapokuwa nje, suala la kujisaidia haja ndogo na kubwa ni ngumu. Kwa muda unaweza kukapita kwenye magari ukakuta tunajisaidia kwenye machupa na ukipita wanakwambia, ukikuta unakojoa faini elfu hamsini. Kwa hiyo uwezi ukasema nijitahidi nikae na mkojo mpaka niingie ndani kupakia, hilo ni swala inakuwa ni gumu. Kwa hiyo nao wanaotoza ushuru wajitahidi kutuangalia kwa sisi ambao naotuhudumia huduma hizo na tunapotoa pesa zetu. E, jina naita la mazai la shidi kazi moto. So, so, shida, shida, parking ilikuwa shilingi elfu tano, sasa hivi wanatuambia shilingi elfu kumi. Sasa hiyo inatutia changamoto ndio. E, shida yangu kubwa, na choo hawana. Sasa paki mtu ana choo ana kila kitu, ndio hiyo shida changamoto ya hapa depo. Ushauri wangu serikali itufikirie, ili mambo ya, ya ushuru ya shilingi elfu kumi watutolee. Tunaomba tunaomba, iwage shilingi ngapi? angalau warudishe warudishe ile hata kwenye shilingi elfu tano Kasole elfu tano sio mbaya, wote tunachangia wenyewe. Wanavyosema tunachangia sijui wenyewe ushuru, lakini choo hakuna. Unajisaidia wapi sasa? Choo lazima tuende ndani depo, depomo ndani, kabla huja ingia lazima uende ukajisaidie ndani yeah. lakini wao wanachukua shilingi 10000 They are appealing to the government also if they can, they can can actually introduce the parking for the tankers so that we don't have problems with these people where we'll be paying council and everything and the other issue the other third issue is that um, the parking fee here is too high for the council we are paying 10000 I don't know if the government is aware about it we are paying 10000 for the council and then we have to pay uh, 5000 for the parking which is 15000 of which that money it's us drivers who are paying not our company This is a very concern to uh, actually to the Republic of uh, Tanzania from uh, us uh, drivers from Zambia but uh, if we can look at the council uh, the council levy is too much for a person to be paying every day 10,000 um, shilling please if you can help us on that one I will really appreciate thank you so much Thank you for talking to Chawamata TV. We wish you a good day and nice moment.